Nianze kwa kumpongeza sana Askofu Romano Selamu Mihali kwa kuteuliwa na Baba Mtakatifu na hatimaye kuwekwa wakfu na kusimikwa leo kuwa askofu wa tano wa jimbo la Iringa. Baba, hongera sana, tunakupongeza sana mheshimiwa. <coughs> Rais alitamani kuja kuungana na ninyi, lakini kutokana mengina, kuja, na majukumu mengine ameshindwa kuja na hivyo amenituma mimi nimwakilishe hapa. Mheshimiwa Baba Askofu, ukitumwa husemi mengi Ukisema mengi kesho hutumwi tena. Nina wasiwasi sije nikaharibu nafasi ya kutumwa. Na ndugu zangu waumini wenzangu, kutumwa kuzuri, kwa hiyo ningependa niendelee kutumwa, na ili niendelee kutumwa, wajibu nilionao hapa ni kuzungumza kwa kweli yale niliyotumwa. Ndugu waumini, nimeguswa sana na kauli mbiu ya uaskofu iliyonukuu kitabu cha injili cha Yohana 15 aya ya 12 inayosema, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Hii ni amri muhimu sana tena ya maana sana katika maisha ya kila mmoja. Kila aliyesimama hapa amezungumza upendo. Mmesikiliza hotuba hata ya barozi wa Vatikani hapa nchini amenukuu kupendana sisi kwa sisi. Ukimpenda mwenzio hutamtamania mabaya, utatamani afanikiwe, na zaidi sana ukiwa kiongozi, ukiwapenda wale unaoongoza utawatamani wapate kilicho bora zaidi. Nilisikiliza homilia ya baba yetu Cardinal Pengo amezungumza kuwa uaskofu ni utume, na Yesu alisema kwamba nendeni, wale watakao wasikiliza ninyi watakuwa wamenisikiliza mimi. Naomba nirudie hivyo, wale watakaowasikiliza mababa hawa watakuwa wamemsikiliza Kristo mwenyewe, kwa sababu hawa ni mitume wake. Niwaombe waumini wote wa Iringa na maeneo mengine tuwape ushirikiano viongozi wetu, tuwasikilize miongozo yao. Mhashamu askofu aliyesimikwa leo, ambaye wote tumeshuhudia hapa akilala kifudifudi kwa unyenyekevu kupokea kazi ya Mungu anategemea sana ushirika wenu kwenye kazi hii. Ningetamani kumwona baada ya kuwa amepata kazi hii aendelee kuwa kuwa kijana kuliko jana. Mumtunze, mumtie moyo, muwe sauti za kumfanya songa mbele. Baba, kundi lako tuko nyuma yako. Duniani hapa kuna sauti mbili, sauti za wavunja moyo na sauti za watia moyo. Wairinga, chagueni kuwa sauti za watia moyo, umtie moyo askofu wetu ili kanisa letu liweze kwenda mbele. Baba, unaongoza wanadamu, hauongozi malaika. Watatokea wengine hawaelewi wito wetu, na kukuomba uwavumilie, uwape muda tena. Kuna wengine watakuja hapa, wanataka kukufundisha wewe wasikilize pole pole, lakini waonyeshe wewe ni askofu, wanapaswa kukutii. Nataka niwaombe wote tulio kwenye siasa tuamini pia kuwa nchi yetu inaendeshwa na sheria. Tuzingatie sheria wakati wote tunapotekeleza majukumu yetu, kwa sababu kama hakuna sheria hatuwezi kupeleka taifa letu mbele. Baba Askofu, nataka nikuhakishie kuwa yote mlioyasema nitayachukua kama yalivyo, nitampelekea Mheshimiwa Rais, na yale ambayo yanaanguka kwenye dawati langu tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Bahati nzuri, waziri anayesimamia uratibu tuko naye Mheshimiwa Rukuvi, yatafanyiwa kazi yote, kwa sababu kwa kweli tukubali tukatae, lazima watanzania waseme wanachokiona mahali fulani, lakini ni muhimu pia tukubali ukweli kwamba kazi kubwa imefanyika. Naomba baba, nikutakie kila laheri unapoendelea na majukumu haya, na mimi nirudie tena kuwashukuru kwa dhati viongozi wote wa kanisa waumini kwa kunikaribisha kwa upendo wenu na umoja mliokuwa nao. Mhashamu Baba Askofu Romanus Elamu Mihali, Mungu akulinde na akutunze, utimize majukumu yako kama yalivyoitiwa na Mungu, akutunze na akupe afya njema wakati wote. Tunatamani kukuona tukutane na wewe tena tukisherekea uaskofu wako miaka 20, 25 na kadhalika, ili tuendelee kumtukuza Mungu kwa kazi aliyokupa. Naomba unifikishie salamu kwa mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, shukrani nyingi kwa zawadi yake na kwa maombi ya kutuombea sisi wana Iringa. Ahadi tunayoweza kuitoa kwa serikali sisi ni kwamba kanisa litaendelea katika utume wake wa kumlea mwanadamu awe mtu kamili, mwenye hofu ya Mungu katika kuzingatia haki na amani. Tutaendelea kushirikiana na, na serikali katika kutoa huduma bora za kijamii kwa Watanzania wote.